Uh, Pioneers karibu. Kwa kuanza, tutakwenda kuelezea jinsi uh, swap feature inavyofanya kazi katika Pi Wallet. Ninaposema swap ni kitendo cha kubadilisha token moja kwenda kwenye token nyingine. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kusikiliza kwa makini. Kama wewe ni mgeni au ni mwenyeji au mzoefu, unachotakiwa kuhakikisha ni kwamba kwenye simu yako una hizi application mbili, ambayo ni hii Pi Browser na nyingine ni hii ambayo ni Pi lakini sisi tutatumia hii hapa ambayo ni Pi browser. Kwa hiyo utagusa Pi browser, utafungua, itafunguka kama hivyo. Ikishafunguka kama hivyo, utaenda uh, sehemu ya wallet au wallet, utafungua. Ukifungua sehemu ya, ya wallet itaload kulingana na mtandao wako, itafunguka kama hivyo uh, alafu itakuomba uingize Passphrase au ingiza yale maneno yako 24 nne kama utakuwa umewezesha uh, fingerprint, utatumia fingerprint. Ila kama hujawezesha fingerprint utaingiza maneno yako 24 nne utayaingiza kwenye hii sehemu hii hapa ambayo ina kibox, utaweka maneno yako 24 nne. Ukishaweka maneno yako 24 nne utakuja utagusa hapa Unlock with passphrase, wallet yako itafunguka. Kwa hiyo mimi sasa nitapozi hii video ili niweke maneno yangu okay. Ukishaweka maneno wallet yako itafunguka kama hivi. Sasa wallet yako ikifunguka, ndani ya wallet yako, kama umefanya KYC au haujafanya usijali, utaweza kufanya ili zoezi. Kwa hiyo ndani ya wallet yako kuna option mbili ambazo ni hizi hapa, utagusa hapa ili kuona hizo option. Utagusa hapa aa, utagusa hapo Ukigusa itafunguka kama hivi, itakuletea tena option mbili ambayo ni Pi Mainnet na Pi Testnet. Sasa sisi tutatumia hii uh, option ya pili ambayo ni Pi Testnet. Kwa hiyo utagusa hapo. Ukishagusa hapo, pale juu itabadilika. Hakikisha hapa juu imeandika Pi Testnet, hakikisha kabisa imeandika Pi Testnet, kabise, imeandika Pi Testnet. Katika hii option ya Pi Testnet hapa tutakuwa tunatumia hizi tunaziita testi pai. Sasa hizi testi pai ukifungua hiyo option, kama ukikuta ziko chini ya hamsini, itabidi uombe uzijaze. Huwa wana wanaruhusu kama ziko chini ya hamsini, wanaruhusu kujaza, wanakupa nyingine mia kwa ajili ya kufanya nini? Majaribio. Sasa kama zipo chini ya hamsini, utaomba tena testi pai wakupe nyingine lakini kama zipo hamsini au juu ya hamsini hata ukiomba hawatakupa, ni mpaka uzitumie zipungue ziwe chini ya hamsini Kwayo, kwa hiyo kwa sababu mimi hapa test pi ninazo tisini na moja pointi ishirini na sita test pi, hakikisha ni test pi, alafu kwenye available balance nina themanini na saba pointi nane sifuri test pi, kwa hiyo sina shida ya ku ziongeza lakini, kama wewe test Pi zako ziko chini ya hamsini, yaani inamaanisha arobaini na tisa, arobaini na nane mpaka sifuri utakuja, utakuja hii sehemu utakuja hii sehemu hii hadi test Pi utagusa, ukigusa utagusa tena ile neno ambalo limeandikwa refill. Refill yani maana yake kujaza utagusa ukigusa itarodi alafu itakuongezea testi pai mia ila kama testi zako pai ulivyofungua mwanzo umezikuta zipo chini ya hamsini ndo atakubali. Mimi nilisha refill, ndo maana wameandikia kwamba you can refill testi pai once every 48 hours. Kwa hiyo ukiomba testi pai mara moja, hautaweza kuomba tena mpaka zipite siku mbili, yani masaa arobaini na nane. Kwa hiyo hivyo, hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukabadilisha, utagusa hapo ta close. Hivyo ndio jinsi ambavyo unaweza ukabadilisha uh, option ya kwenye wallet yako kutoka Pi mainnet kwenda Pi testnet, kwa sababu Pi testnet ndio sehemu ambayo tutafanya swapping, yani tutafanya swap, swap ambayo ndio uh, topiki kubwa darasa letu la leo. Kwa hiyo sasa, embu kila mmoja afanye hivyo na ukishamaliza kufanya hivyo unachotakiwa kufanya kingine ni kujua wallet address ya Pi wallet. Wallet address ya Pi wallet ya ukishaingia hapa, utakuja hii sehemu hii kama vikaratasi fulani, utagusa ukigusa, utakuwa umekopi wallet address ambayo ndo tutaitumia kutumiana hizo token ambazo tutazifanyia swapping. Kwa hiyo hakikisha umeelewa mpaka hapa. Alafu tutaendelea kwenye video ambayo inafuatia.